zaji kama ambavyo nilikuwa nimekuahidi, tutakuwa tukirejea naye bwana Stanley Onyango, ambaye tutakuwa tukichambua naye siasa za humu nchini Kenya, hususan siasa za chama cha ODM, ambapo atakuwa akituelezea, je, mbona tunaona kana kwamba kuna baadhi ya viongozi wa chama cha ODM ambao wanaunga mkono serikali na kuna wale ambao wanapinga serikali. Karibu sana bwana Onyango kwenye studio zetu, shukrani sana. Uh, kwanza kabisa nimefurahi kurudi studioni siku ya leo. Karibu uh, na pia ningependa leo tuachagua mambo mengi na tuongee. uh -huh. Tuzungumzia ile mgogoro ambayo inaonekana katika chama yetu siku ya leo. uh -huh. Naona leo una tabasamu, sijui. <laughs> uh, siku ya leo nina furaha. uh, kwa sababu kuna yale mambo ambayo yanafanyika ambayo, uh -huh. hadi mimi niliyatarajia yafanyike. uh -huh. Hali ya anga iko vipi mahali ambako umetoka? uh, hali ya anga kidogo iko shwari kwa sababu kuna mvua. uh -huh. na kisha Uh, shukrani <coughs> <yonza. Na, tos> <na. tos> uh, sana Bwana Onyango na kabla hatujasonga sana, ningependa kwanza uh, tuingie direct kwenye uh, mada ambayo tunazungumzia siku ya leo <coughs> na uh, kwanza ningependa kujua Bwana Onyango, mbona kwa kwenye chama cha ODM eh, tunaona kana kwamba kuna mgawanyiko Asante sana mm -hmm. Uh, la kwanza mm -hmm. ningesema haswa si mgawanyiko vile inavyoonekana, uh -huh. uh, lakini ni ile viongozi kutofautiana mm -hmm. uh, kisera kimawaidha mm -hmm. kimpango mm -hmm. uh, kwa sababu tukiangalia katibu mkuu wa chama uh, Edwin Watenya Sifuna mm -hmm. uh, seneta wa Nairobi mm -hmm. ndiye msemaji wa chama <coughs> uh, katibu wa chama huku wa msemaji wa chama mm -hmm. na wakati Sifuna anapoongea mm -hmm. na anaonekana kutounga mkono chama chake cha ODM kufanya ya kazi hmm. ana chama tawala cha UDA hmm. na hivyo basi hili linaleta swala la kujua msimamo wa Raila Odinga kwa sababu katibu um, wako anapoongea ama anapokinzana na yale maneno ambayo ulikubali uh, uli, uh, kuyafanya uh, katika ile memorandum of understanding uh -huh. Basi huenda watu wakafikiria vingine uh -huh. Watu huenda wakasema huenda Raila akona, anacheza ile Mind Games, uh -huh. na President William Ruto uh -huh. na. Na, uh, bwana Onyango eh, tukiwa papo hapo tumeona juzi kwamba kuna ile barua ambayo uh, gavana wa Kisumu Anyang' Nyong'o ambaye alikuwa amemwandikia rais pale na. Na ile barua ni ilikuwa inazungumzia kuhusiana na ugatuzi hapa nchini Kenya na. Na kama ambavyo tunajua kwamba uh, kwa sasa hivi kuna mgogoro ambao unaendelea kati ya serikali ya ugatuzi na serikali ya kitaifa na. Je, uh, unaona kana kwamba ile barua ilikuwa imetoka kwa Uh, kiongozi wa chama cha ODM kama wengi wanavyosema maanake wanasema kwamba uh, iweje uh, kiongozi huyu Anyang' Nyong'o aandike uh, mm -hmm. ile barua ikiwa uh, Raila yuko kwenye serikali mbona Raila asizungumze direct na kiongozi wa taifa maanake wako pamoja uh, kwanza kabisa ningependa kusema kuwa uh, Raila alipokuwa katika mazishi ya aliyekuwa bodyguard wake kule maeneo ya Siaya mm -hmm. uh, Raila aliweza kusema kuwa uh, serikali ya ugatuzi haipaswi kuguzwa na serikali kuu mm -hmm. na Raila ndio alikuwa wa kwanza kukinzana Um, alipokuwa akiambia rais kuwa uh, paswi kuzima ugatuzi mm -hmm. Na hili linakuja baada ya Raila mm -hmm. kuona wa wale ma MP ama serikali ya juu ikiweza kukataza ugatuzi kuenea mm -hmm. na kisha gavana wa Kisumu mm -hmm. akaweza kupaza sauti yake na kusema kuwa uh, kuzima ugatuzi ni kule kunyima wananchi mm -hmm. ile ari ya kupata zile services ambazo mm -hmm. uh, ilikuwa wamepewa. Like, ukiangalia yale mambo ambayo anaongelea ni kama afya mm -hmm. Mambo zingine ni za barabara hmm. Wajua, afya ni kitu muhimu kwa serikali ya ugatuzi hmm. na watu wanapopata afya nzuri hmm. basi ni furaha kwa watu wote, kwa sababu ukileta afya katika serikali ya ugatuzi hmm. watu wengi hupata ile nafasi hmm. ya kutibiwa na kupata ile matibabu nzuri hmm. Sasa hili swala la nyangnyongo hmm. uh, kukinzana na serikali kuu hmm. uh, ni kitu muhimu sana hmm. na ni swala ambalo linapaswa kuangaziwa asua hmm. uh, mara moja, kwa sababu lina umiza ugatuzi. Tukiangalia ile 2010 Constitution hmm. ambayo Raila mwenyewe alipigania ili walete devolution, awafai awafinye ugatuzi, uh, na kisha wanafaa kutoa zile pesa ambazo serikali kuu inashika huko juu, awafae walete huko chini, kwa sababu serikali ya ugatuzi inahitaji pesa ya kufanikisha mambo ya afya, uchumi ya kaunti, tukiangalia mabarabara na vinginevyo. So Governor Anyang' Nyong'o ako sawa na aendelee kwa sababu kwanza yeye ni mwenyekiti wa wale magavana mm -hmm. walioko kule Nyanza, tukiangalia western governors mm -hmm. na tuangalie pale wale wa Nyanza, mm -hmm. yeye ndio mwenyekiti wao. wakati alipokuwa akiongea, mm -hmm. nafikiria alikuwa anaongea kwa niaba yao mm -hmm. ili aongee ya kuhusu yale maneno yanayofanyika. Uh, shukrani sana na tukiwa uh, tu, tu, tu, tu, tu papo hapo, uh, bwana Onyango, e, tumeona kwamba kuna baadhi ya wanachama wa chama cha ODM ambao tukizungumza ni kama vile babu Owino, tumeona kama vile uh, mwenyekiti wa chama cha ODM pale Edwin Sifuna, seneta wa Nairobi, e, tumeona kuna kama vile James Orengo, tumeona kuna huyu ambaye umemaliza kumzungumzia hapa Nyanyongo na, na, na, na, na wengine wengi ambao no. wamekataa kuingia ama a, kuwa o, e, kwenye serikali ya broad based. na sijui bwana Onyango no. Je, unalipi kuhusiana na ili swala nzima. Je, kwa sababu mwananchi ambaye anatusikiliza pale nje anadhani kwamba kuna mgawanyiko ambao umeingia hapa, manake ikikumbuko vizuri ile siku ambayo kulikuwa na mazishi ya a, yule ambaye ni bodyguard wa kiongozi wa chama cha ODM Raila Amolo Odinga no, tulisikia kwamba rais William Ruto akisema tunaweza pia itisha mkutano e, tuingie hapa na Sifuna tukuadhibu kwa yale matamshi ambayo alizungumza pale no. Je, unahisi kwamba uh, kuna jama ambayo iko pale kwenye chama cha ODM ili uh, kuku... uh, kwanza kabisa uh, ningependa kusema hivi mm -hmm atufai kukashifu gavana wa siaya James Orengo. Tukiangalia kile ambacho anakizungumzia Orengo, anazungumzia ile damu ambayo zimemwagika Kenya wakipigania uhuru. Orengo mwenyewe amekuwa katika opposition politics kwa miaka yake yote, hakuna siku amekuwa katika government. Orengo alikuwa akisema kuwa hatuwezi kuenda kwa serikali ama kuingia katika serikali ya muungano na watu wetu waliuliwa baada ya uchaguzi. Tukiangalia kuna watu wengi wafuasi wa ODM waliweza kuuliwa baada ya uchaguzi, walipokuwa wakifanya maandamano wakikinzana na sera za serikali. Orengo alikuwa akisema kwa haipaswi sasa tuseme serikali iko imara, serikali ni sawa, tuingie, tusahau wale watu wetu ambao walikufa katika maandamano. Na tukiangalia katibu mkuu wa chama Edwin Sifuna ukiangalia Sifuna na babu Owino, mm -hmm. ni wale viongozi wadogo mm -hmm. ama wachanga sana mm -hmm. na ni viongozi ambao wako na akili. Tukiangalia mm -hmm. babu Owino, babu Owino amesoma sana mm -hmm. na juzi alipata ile kuwa daktari mm -hmm. alafu amesoma, alisema kuna digri saba mm -hmm. nini au wote wamesoma, kwa sababu ukiangalia babu angali Sifuna, wale wanaokinzana kwa sasa hivi na serikali mm -hmm. ah, ni wale watu wako na wako na akili. mm -hmm. na pia ukiangalia pale, ukienda katika constituency zao ama katika kaunti ambazo wako, mm -hmm. wanafanya kazi. mm -hmm. Tukiangalia babu Owino alikuwa nambari moja katika mm -hmm. wabunge kwa kudeliver services. mm -hmm. Sifuna alikuwa moja wao wa maseneta wanaofanya kazi vizuri, so ningependa kusema kuwa wanakinzana kwa sababu wanaona serikali haifanyi yale mambo ambayo walisema watafanya. Na kwanza Sifuna alisema kuwa kwa sasa hivi serikali ikifanya yale mambo ambayo ili

Uh, wafuasi wao mm -hmm. Wakati wa elections. Mm -hmm. Basi ataunga serikali mkono mm -hmm. Lakini kwa sasa hivi wanakinzana kwa sababu mm -hmm. serikali haifanyi kazi vile mm -hmm. walivyokubaliana uh, Bwana Onyango, kidogo na tu nikukatize, maana yake huyu uh, uh, ambaye tunamzungumzia Bwana Sifuna na. Hata uh, ile siku ambayo ilikuwa ni ya kusaini ile memorandum of understanding uh, alisema kwamba ni uh, alifanya vile kwa sababu yeye ni mwenyekiti wa chama cha ODM, si kwa mapenzi yake, unaona, na tunako na viongozi kama Babu Wino pale ambaye Ye, ajawahi jiunga na serikali. Hakuna siku hata moja tumesikia akisifia serikali no. Vile vile pia uh, onya, uh, I mean uh, um, o, Orengo, Orengo, Orengo no. Uh, uh, kuna zile siku za kwanza ambapo naibu wa rais Rigathi Gachagua alikuwa anatimuliwa mamlakani tuliona no. Akizungumza zaidi pale na uh, lakini hawa viongozi wengine uh, kutoka Raila ajiunge na serikali no. Hawajawahi kubali wito wa kuunga na kutetea serikali ya Kenya kwanza kwa mm. Hivyo unaposema kwamba uh, hawa viongozi ni kwamba hawajaona yale ambayo ni makubaliano walikuwa wamekubaliana na serikali hayajatekelezwa, hapo utakua unatundanganya kidogo. Hebu tueleze kuhusiana na hilo nikisema kuwa yale maneno ambayo walikuwa wakisema hayajatekelezwa <tipos000> tunaanza kuzungumzia pale William Ruto alipochukua bibilia aja <tipos000> Ruto alituambia akiweka bibilia chini basi mara moja ataanza kazi. Na Sifuna na Babu Owino na wengineo wanaongelelea hilo kabla ya chama cha ODM kuungana na chama tawala cha UDA. Sasa kwa sasa hivi wanasema kuwa iwapo serikali ingekuwa imefanya kazi ama imefanya nusu ya yale maneno ambayo walikubaliana na wananchi basi wangepigia upato serikali ya William Ruto, na kwa sasa hivi hawawezi kuingia katika serikali ambao wao wenyewe wanasema haijafanya chochote kwa sababu uh, wanaona wat, wat, watakapoingia humo, iwapo wanafanya kazi nam, lakini ile uh, jina yao safi, ile utendakazi wao haitaonekana kwa sababu wameingia katika hii serikali, ndio maana wanakinzana na kuungana na serikali kuu. Je, uh, Bwana Onyango kwamba uh, awa viongozi ambao wamekataa uh, kwenda mwelekeo mmoja uh, na kiongozi wa chama chenu ambaye ni Raila Amolo Odinga, unahisi kwamba awa viongozi uh, ni kama wako na ile tunaita kwa lugha ya kimombo indiscipline, kwa sababu wakati ambapo kiongozi wako anakuambia mwelekeo ni huu na huu, nakinzana na yeye hapo, kuna indiscipline uh, sitasema ni indiscipline. mm -hmm. uh, kwanza nitasema kila mtu ako na ile opportunity mm -hmm. ya ku decline or accept mm -hmm. akwanza kabisa au watu wako na nafasi ya kujichagulia ni upande gani wanataka kuwa. mm hatuwezi -hmm. kuambia ajuu Raila amesema serikali ni nzuri kwa sasa, twende tufanye kazi. mm huwezi -hmm. enda kwa babu wenu mwambie ni lazima uunge serikali mkono kwa sasa hivi. Mimi nitasema hivi uh, tuwaache tuangalie jinsi wanavyoangalia serikali kwa sababu tunapata kuwa wale viongozi wanaopinga serikali ni wale viongozi wako na akili hmm. ni wale wa, viongozi wanataka serikali iwajibike. hmm. na ukiangalia sana Edwin Sifuna akiwa katika maojioni hmm. ma, maojiano na yeli TV stations hmm. Babu Owino wote wana sera moja. hmm. wanasema serikali itekeleze majukumu iliyokubaliana hmm. na wananchi hmm. na iwapo watatekeleza basi hmm. serikali itakuwa sawa hmm. na wataingia katika serikali hmm ile kitu ambayo inawashika ile kitu na, ina, watu wanawezaona ni indiscipline but <coughs> kwangu sitasema ni indiscipline <coughs> ningependa kuambia wafuasi wetu tuwapee muda wakosoe serikali <coughs> ili serikali ifanye yale maneno ambayo walisema watafanya. <coughs> Na, na uh, papo hapo uh, bwana Onyango eh, tunaona kwamba uh, kuna wale baadhi ya viongozi wa chama cha ODM ambao tunaona kwamba wako kwenye ile ambayo unasikia viongozi upinzani wanasema ni kwaya ya, yeah? Yeah. Yeah, uh, praise and worship team pale state house eh, k vile Gladys Wanga pale eh, kwa mfano pale Junet Mohamed, unalipi una lipi kuhusiana nawa viongozi? Kwanza kabisa <laughs> uh, nilitayarisha kitu fulani <laughs> ningependa kuambia viongozi wetu, <laughs> kwa sababu tukiangalia, unafiki unapoanza, madaraka yanapotea. Mbona niseme hivi, urafiki unakuanga wakati uko katika madaraka, lakini wakati haupo urafiki haipo. Hiyo ni kweli. Sasa ningependa kuambia wale viongozi wangu ambao nawaheshimu sana: Junet Mohamed, kiongozi wa wachache katika bunge; mwenyekiti wa chama changu Gladys Wanga, yule mbunge wa kwangu Homa Bay Town; a yule Peter Kaluma. Kwanza Peter Kaluma ambaye ameonekana kusifia serikali sana kushinda viongozi wote, ningependa kumwambia kuwa hebu piga darubini angalia wale vijana ambao walikufa kwa ajili ya chama cha ODM wakati tulipopoteza uchaguzi. Ebu angalia wale vijana ambao walikuwa katika maandamano, vijana wa Gen Z walipokuwa wakipigania uhuru na haki wa hii nchi. Hatupasi kufurahi. Naam, tuliingia katika serikali kusaidiana na serikali ili watimize zile sera ambazo walisema, lakini hatufai kuingia katika ile kwaya ya William Ruto, kwa sababu tukiingia kwa hii kwaya, tutasahau majukumu yetu kama wanasiasa, tutasahau majukumu yetu kama wale viongozi ambao walichaguliwa na wananchi. Wakati mbunge wangu anaenda huko akirukaruka, akiambia kila mtu ni tamu kukua katika serikali, tuzidi kukua hapa, hatutatoka hapa. Hebu tupige darubini yale mambo ambayo yanafanyika. Tukisema sawa, tutakaa katika serikali, swali analofaa kujiuliza ni kuwa wale watu ambao walinichagua, are they happy? Wale watu ambao walinipigia kura katika uh, eneo bunge langu Wana benefit aji kutoka katika serikali kuu? Hatupasi kuingia katika kwaya kama hakuna kile ambacho napatia wale watu ambao walikupigia kura. mm -hmm, na. Na uh, kwenye uh, kauli hiyo hiyo eh, kuna maana yake. Nimekuwa nikifuatilia wale ambao ni wachambuzi wa siasa eh, na wengi pia kwa wale ambao ni vigogo wa kisiasa hapa nchini eh, ambao wako kwenye upinzani, na nimesikia baadhi wakizungumza na wakisema kwamba uh, tumpe Raila uh, kipindi kama cha miezi miwili atakuwa ashatoka kwenye Serikali. Manake tukiangazia wale ambao wanazungumza sana kwenye chama cha ODM ambao wanapinga serikali ni wale vigogo eh, wa chama cha ODM ndio ambao wanapinga serikali pale. Ila wale wengine wadogo wadogo kama kina Junet, e, e, members of parliament tunasikia kwamba wako kwenye ile kwaya na wako, wako, wako ndani kabisa wanatetea serikali hmm. Je, e, unawezaje ambia mtu kama huyo anasema kwamba uh, Raila yuko kwenye barabara ya exit? <laughs> Kwanza kabisa ningesema hivi uh -huh. <laughs> Kwa sababu hilo swala linaleta ucheshi kidogo uh -huh. Ningependa kuambia msikilizaji anayenisikiliza kwa sasa amba, ama ambayo anitazama uh -huh. Uh, kwa kwanza nitarudia swala hili. Katibu wa chama ndio spokesperson wa chama, na Sifuna ndio katibu mkuu wa chama cha ODM. Kwa hivyo ninaposema <laughs> hivyo. Na ukikumbuka tu, tulipokuwa hapa siku siku zilizopita hapo nyuma nilisema kuwa hatujui nia ya Raila kikamilifu, tunaweza sema ni kama lukewarm. You know, a lukewarm is neither cold or hot. Ahe akapo katikati. So, hatuwezi tukajua ni nini Raila anachokipigania ama ni nini Raila anayotazama. Kwanza, nikiangalia Sifuna, wale ni viongozi vigoga ambao hawezi tolewa katika chama na ningesema hivi, Sifuna kwa sasa hivi ama Babu Owino, gavana wa Siaya, James Orengo, hawawezi kufukuzwa katika chama juu kwa sababu mtu kama Sifuna, mtu kama Babu Owino, mtu kama Sifuna, au wote, Mm-hmm. Wote wana show wako confident. Mm-hmm awajatusi Raila, awajatusi viongozi wenzao. Yale vitu ambayo wanavyosema ni mm -hmm. ile kukataa mm -hmm. hiyo wazo ambayo wanaambiwa wafanye mm -hmm. So awajakosea mtu, wanafanya kazi yao, ambayo hadi ikiwa wangekuwa katika chama tawala cha UDA ni vizuri, mm -hmm. awajumbe wako wakwambie Mr. President you are not doing the right thing, so wako sawa kabisa, mm hakuna -hmm. mgawanyiko. naona karibuni lakini, unajua umezungumza ukasema kwamba, uh, Edwin Sifuna ndiye katibu mkuu wa chama cha ODM na? Kwa hivyo ni kumaanisha kwamba mambo ambayo anazungumza ni mambo ambayo yanatoka kwa kiongozi wake ambaye sasa ndiye mwenye chama. Sasa kwanza nitakuambia hivi, chama cha ODM iko na kile kitu tunaita central committee. Central committee iko na wale viongozi ambao wamechaguliwa kupitisha maneno ambayo katibu mkuu atakuwa anasema, dhidi ya chama atakuwa anasema, au chama ilikubali kufanya hiki, chama ilikubali kufanya hili na hili pia. Sasa ningesema hivi, Seneta Sifuna yuko sawa kwa sasa kwa sababu mm -hmm. Uh, Raila anaposema, kwa hivyo, anapozungumza anazungumza mawazo ya kiongozi wake. Nitasema anazungumzia ma mawazo ya chama, mawazo ya chama haipaswi kuwa di ya kiongozi, kwa sababu <laughs> kuna ile wakati kiongozi anaweza kuwa asemi yale mambo ambayo chama inataka. <laughs> kwa hivyo Rais Ruto asubiri nini kutoka kwa chama cha ODM? Uh, Rais Ruto, <laughs> mi ningemwambia mapema <laughs> 2027 there uh -huh. will be an ODM aspirant. uh -huh. nitasema kutakuwa na mgombea urais uh -huh. na chama cha ODM na uh -huh. kama haita kuweko uh -huh. watafanya kazi na Daktari William Ruto basi uh -huh. ajitayarishe uh -huh. kutoa zile makabinet sekretari uh -huh kubwa zile ziko na uvuto, zile ziko na na deputy president, kwa sababu hata ha. wewe Bwana Evoke Equalizer ha. kuna ile wakati unapoingia kwa coalition, kuna ile vitu ambao una demand. Tukiangalia katika hii coalition ambayo iko kwa sasa, Kenya Kwanza ha. tunapata kulikuwa na wale wa Amdavadi na ha. Wetangula walisema walikuwa na 30%, tukakuwa na Mlima tukakuwa na colleges. Kila mtu alikuwa na ile kitu naita shares. Kwa sasa hivi hakuna mtu anaweza ingia kwa coalition bila kutarajia kitu ha. so huenda ODM haitasimamisha mgombea rais. mm -hmm. Basi watataka ile nyadhifa ya kuwa deputy president. Mm -hmm. Lakini kwa sasa hivi mm -hmm. kitu naweza kuambia asilimia mia moja mm -hmm. ODM itakuwa na candidate wao, 2027. Asante na, na uh, tukisonga mbele uh, kuna huyu kiongozi wa vijana ambaye anasema kwamba yeye ni kiongozi wa vijana na. Morara Kebaso na. Morara Kebaso uh, tumemwona uh, juzi ambapo amejitokeza akazungumza akasema kwamba uh, yuko kwenye uh, I mean, akusema yuko kwenye serikali alisema kwamba eh, akasema kwamba uh, upinzani hawana nia nyingine, wakasema kwamba nia yao ni kumbadua Rais William Ruto mamlakani. Kwa hivyo swali linakuja hapa, Morara Kebaso Na. Unalipi kuhusiana naye? Maanake tuliona Morara kwamba ni, ni kiongozi ambaye ya alikuwa na nia ya kutetea vijana Gen Z, ambapo pia alikuwa anasema ye ni kiongozi wa vijana wa Gen Z, lakini kwa sasa tumeona kwamba ni kama a, mambo yamebadilika. <laughs> Ni kama amechukua mkondo mwingine wa kisiasa. Unalipi kuhusiana naye sa? Uh, hiyo siku ambayo alizungumza kwanza, uh, Morara Kebaso yuko sawa asilimia mia moja. <laughs> Yuko sawa mbona niseme Kebaso yuko sawa <laughs> Huyu ni mtu ambaye amekuwa akitembea katika eneo bunge zote kaunti <coughs> zote kuonyesha zile maprojekt ambazo zilianzishwa zijafanyika, <coughs> yale uh, maprojekt yametengewa pesa yajafanyika. Na ukiangalia katika zile dokumentari zake ambazo amekuwa akizitoa, <coughs> unapata kuna ile wakati ambapo anasema kuwa uh, kuna uga wa uwanja uliwekewa hili pesa, <coughs> halijafanyiwa kitu, <coughs> hili barabara liliekewa niseme bilioni moja, halijafanyiwa kitu. <coughs> Wale vijana walikuja wakampenda kwa sababu walikuwa anaweka alikuwa anafanya ile kazi ya opposition lakini kwa sasa akaungana na akina Kalonzo akarua Gachagwa, akawasikiza kwa undani, lakini kile ambacho alichokitoa ni wako na nia ya kumbandua rais William Ruto. Naam, hilo ndio watu wengi wanasema, tunataka tumbandue rais. Tutauliza baada kumbandua ni nini mnataka kufanya? <totitulis> hilo ndio maana Morara Kebasa alisema opposition aina nia yoyote ila kumbandua rais, kwa sababu hawana sera. Ili linakuja kwa sababu Kebasa anasema hawana sera, uh, hawana chochote wana plans ile ya watu wenye, badala niseme, kama sasa hivi serikali ya William Ruto tunasema haijafanya mambo mingi, haijadeliva kwa barabara, haijadeliva kwa fama mama mboga zote zijafanya, SHA is not working, ni sawa, lakini wao wanaleta mbadala gani ili wakiingia katika serikali yao itafanya kazi? Ukiniambia SHA ifanyi kazi, niambie nitarudisha NHIF itafanya kazi. Ukiniambia barabara zijajengwa, niambie ni kipi utafanya, barabara zifanye nini, zitengenezwe kwa kwenye kauli hiyo hiyo e, ambaye ni katibu wa chama chako cha ODM juzi akiwa kwenye a, mahojiano na runinga moja hapa nchini na, alizungumza na